E Mungu, kiukweli tunapitia magumu mengi, tunapitia shida nyingi, tunapitia matatizo, mateso, mahangaiko. Bwana, ombi langu kwako, nachokuomba edie, sikuombi tutoe katika matatizo bali na kuomba atupe nguvu ya kustahimili katika matatizo tunayapitia. Ombi unitwe mzigo, bali na kuomba unipe mabega mapana ya kuweza kubeba mzigo unaopita.